NIC tunaongozwa na sera ya kurudisha kwa jamii yani CSR, lakini pia tuna sera ya, ya udhamini. Sasa kwenye eneo kama na moja kati ya uh, mada ambazo uh, zinatuongoza katika utoaji wa, wa, wa, wa, wa CSR ni pamoja na maeneo ya afya, mazingira na watu wanaoishi katika mazingira magumu kwa hiyo, pamoja na elimu sasa afya kwa maana ya Nimr, ya taasisi ya utafiti na, katika masuala yao ya msingi wanayafanya katika kuakisha kwamba wanafanya utafiti juu ya magonjwa na na mambo mbalimbali, basi tukaguswa na hili suala la kuangalia eneo la watoto wenye utapiamlo mkali na tukaona kwamba ni lazima tulete kidogo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba eneo lao la utafiti na shughuli hii wanaoifanya inafikia malengo ya hususi. Kwa hiyo tumekuja kwa ajili ya lengo hilo, kuhakikisha kwamba NIMR hawapati changamoto yoyote katika eneo hili ambalo lina maslahi mapana kwa taifa, kwa sababu watoto utapiamlo mkali maanake ni taifa letu la kesho. Lakini pia wameenda mbali zaidi, wanaangalia pia maendeleo ya, ya akili na ubongo kwa hiyo sisi kuleta hiki kidogo tulichokileta, maanake kinaenda kusaidia kujibu changamoto ambayo imejitokeza katika mazingira ambayo wao wanafanyia utafiti. Kwa hiyo hilo ndio lengo kubwa, lakini hii ni ziara ya bodi pamoja na board na management ya NIC. Tumefika hapa kuchukua utafikisha msaada huu mdogo ambao tunao kwa ajili ya kutimiza lengo ambalo ni mlionalo watoto wenye wanapata matibabu na za ei ya taifa la kesho. Tunashukuru sana kwa kutukumbusha kwamba hivi vifaa vyetu vilivyo navyo ambavyo vingi ni vya mamilioni ya pesa vinahitaji ahiyo ia. Kwa hiyo kwa hayo machache, ningependa kwanza niwashukuru sana kwa kuja kwetu mmetuthibitishia kwa kwamba mnaweza mkawa wadau wazuri katika kufanikisha hizi tafiti lakini kwa ujumla wake katika kulinda afya ya Watanzania. Kwa hiyo eh, karibuni sana, ingine mkipata nafasi tunahitaji hasa tuwekeze kwenye, kwenye hilo eneo, lakini we have to beat up, uh, with technology. Kumbuka zamani ilikuwa ni rahisi kusikiliza redio. Teknolojia ya sasa inatutaka na sisi tujitransform twende huko huko, kile wanachokipenda na sisi tuelekeze elimu yetu huko huko. E, uko hata kudhamini shughuli mbalimbali itokeza kudhamini, lakini pia hata kutafuta mabalozi. Watu wanatafuta mabalozi wa brandi zao hawa, au, au, kama watu wanataka wanataka wamuone sana msanii fulani, then wewe msanii, sisi tumtumie naye awe ni ambassador wa bima. Kwa hiyo basically tutafute namna ya kupackage sasa upya bidhaa yetu hii, ambayo kwa sasa ina competition kubwa, tofauti na ilivyokuwa zamani. Kwanza ina competition na washindani wetu kwenye biashara, lakini ina competition na teknolojia, kwamba kile ambacho watu wanatamani kukiona na kukisikia sicho hiki ambacho sisi tunakitoa kama product yetu. Eh, competitiveness iongezeke, eh, kuwe na ushindani kama ule ule, mtu aone kwamba akiwepo bima NIC na akiwepo huko kwingine is more less the same, ama huko anapata hata faida kubwa zaidi. Aonyeshwe kwamba he's more secure akiwa na NIC kuliko pengine huko kwingine na kadhalika, kwamba serikali iko behind. Kwa hiyo kwa serikali eh, inatoa more guarantee, serikali haifi, iko pale pale. E, eh, shirika zina dissolve, unaweza mka kampuni ya mtu so and so insurance company, baada ya muda biashara haijaenda sawa sawa, eh, hakuna mjomba hapa kuinject fund. Sisi huku tumekwenda, mambo hayajaenda huku, inabidi tunageuka, jamani, huku vipi, kaati fungani huko kanauzwa, tunaletewa sisi, tunaendelea kusurvive. Ndio maana haya ni mashirika ambayo kimsingi, uh, lazima yaendelee kuwepo, yapo lakini, ili pia na sisi tuwe competitive na tuendelee kuwa relevant, manake we must daodiize zetu zinazoenda kwenye jamii bila kupoteza ule uasili wetu kama taasisi ya umma.